Mnamo tarehe 23 mwezi wa 11 mwaka huu majira ya saa tano za asubuhi huko mtaa wa Busekwanoni katika kijiji cha Busisi tarafa ya Sengerema mkoani Mwanza, katika kizuizi cha barabara kilichopo katika eneo hilo la Busekwanoni kata ya Busisi katika wilaya ya Sengerema, jeshi la polisi limefanikiwa kuwakamata raia wa Burundi ambao idadi yao ni 14 ambao kwenye gari, kwenye magari, tatu, walikuwa wanasafiri kwenye magari mawili, kumi na tatu walikuwa wakisafiri kwenye gari namba T 337 DYA. Hii ni aina ya Tata inayotoka kwenye kampuni ya usafirishaji ya abiria iitwayo Chiza. Gari hili ni mali ya Chiza Francis Lugubi ambaye ni mkazi wa na mkazi wa mkoa wa Dodoma. Gari hilo linafanya safari zake kutokea kijiji cha Kabanga wilaya ya Ngara mkoani Kagera kuelekea eh, katika jiji la Mwanza. Gari hilo wakati linakamatwa lilikuwa likiendeshwa na dereva anayejulikana kwa jina la Jonas Richard, ambaye dereva huyo hata hivyo alifanikiwa eh, kukimbia, eh, kukwepa kukamatwa na askari wa jeshi la polisi na dereva huyo mpaka sasa hivi jitihada za kumtafuta zinaendelea kufanyika. Aidha, dereva huyo alikuwa akisaidiwa na fundi ambaye anaitwa Mustafa Emili ambaye ana umri wa miaka 24, kabila lake ni Mnyamwezi, ni fundi magari mkazi wa Kahama mkoani Shinyanga. Eh, lakini pia walikuwa na kondakta wa hilo gari ambaye anaitwa Pendo Matembele ambaye umri wake ni miaka 36, Mkristo na ni mkazi wa Nyegezi jijini Mwanza. Watu hawa baada ya kuojiwa imebainika kuwa waliingia nchini tarehe 22 mwezi wa 11 mwaka huu kupitia mpaka wa Kabanga ulioko mkoa wa Kagera na waliingia kinyume cha sheria. mtumio Uh, uh, mwengine ambaye amekamatwa ni mtuhumiwa mmoja ambaye anaitwa Shadia Jafari kabila lake e, ana umri wa miaka 18, ni Muislamu na ni Mrundi, mkazi wa Kisuru huko Burundi. Yeye alikamatwa peke yake kwenye gari ali, ilikuwa ni tarehe 23 mwezi wa 11 mwaka huu majira ya saa saba na nusu katika eneo la Nyatukara wilaya Sengerema na alikamatwa akiwa kwenye gari namba T131 DRE. Hii ni gari aina ya Yutong e, ambayo pia imekamatwa e, magari yote hayo mawili yameshikiliwa katika kituo cha polisi Sengerema, na watuhumiwa hawa pamoja na madereva ambao walikuwa wakiendesha magari hayo wanahojiwa kuhusiana na kusaidia usafirishaji wa, wa, wahamiaji haramu kutoka eneo moja kwenda eneo lingine. Ndugu e, waandishi wa habari e, kwa majina ya watuhumiwa 13 mliowataja mwanzo waliokamatwa, majina yao ni wa kwanza anaitwa Nkurunzinza Eloi, huyu ana miaka 38, Muhutu, amedai anaishi eneo linaloitwa Muyinga huko Burundi. Wa pili ni Bizimana Asteri, ana miaka 20, ni mkazi wa Muyembe huko Burundi. Wa tatu ni Tanishaga Renova, ni mkazi wa Muyebe, Murundi, na miaka ishirini. Wa nne Niyosaba ni Anatoli, huyu ni Muhutu mkazi wa Muyebe Burundi. Wa tano ni, Niyokukuru, Jlok miaka 23 mkazi wa Muyebe huko nchini Burundi. Wa sita ni Solimana Evariste miaka 30, Muhutu mkazi wa Gozi huko Burundi. Wa saba ni Riyazimana Jerom Jeromen, Muhutu miaka 30, Mkristo na mkazi wa Ngozi huko Burundi. Wa nane ni Mbonipa u miaka 23 Muhutu Mkristo na mkazi wa Ngozi huko Burundi. Wa tisa ni Ntiram Ntiram Peba. Olesti ana umri wa miaka 42 Muhutu Mkristo na mkazi wa Nyanza Laki huko Burundi. Wa kumi ni Mbalishimana Swalid miaka 47 Muhutu Mkristo na mkazi wa Kitega huko Burundi. Wa kumi na moja ni Sindobizero Oscar miaka 28 huyu ni Mhutu Mkristo na mkazi wa Tangala huko Burundi. Wa kumi na mbili ni Irakoze Deris miaka 27 Muhutu Mkristo na mkazi wa Ngozi huko Burundi. Wa kumi na tatu ni Elias Sinileyemaya miaka 61 Mkristo Mhutu na mkazi wa Kitega wa 14 ndio ambaye nimekwisha mtaja kwa kurudia, anaitwa Shadia Jafari Majaliwa miaka 18, Muislamu Burundi na mkazi wa Kisuru huko Burundi. Ndugu uh, zangu waandishi wa habari, watuhumiwa hawa kama nilivyosema, wanaenda kuhojiwa na jeshi la polisi uh, tukishirikiana na maafisa wa idara ya uhamiaji uh, kufuatia kamatwa kwa watuhumiwa hao. E, nichukue nafasi hii kuendelea kuongea na wakazi wa mkoa wa Mwanza na kuwajulisha kwamba hali ya usalama ya mkoa wa Mwanza inaendelea kuimarishwa kupitia jeshi la polisi, ambapo tunafanya kazi kwa kushirikiana na vyombo vingine vya usalama pamoja na wananchi, ambapo tumeimarisha doria katika jiji lote na katika wilaya zote zinazounda wa Mwanza. E, katika barabara zote za kuingia katika mkoa wa Mwanza zimeimarishwa doria na vizuizi mbalimbali kwa ajili ya kudhibiti na kuzuia matukio ya kihalifu, ambapo katika kufanya hivyo lengo letu ni kuhakikisha kwamba mkoa wa Mwanza unaendelea kulindwa kutokea maeneo yote muhimu yanayoingia na kutoka katika mkoa wa Mwanza. Doria zimeimarishwa na vizuizi vimeimarishwa, lengo ni kuhakikisha kwamba anayeingia Mwanza anaingia na kuwakuta wakazi wa Mwanza wakiendelea na shughuli zao salama, na hata anapotoka kwa kufuata sheria atoke na kuwacha wakazi wa Mwanza wakiwa salama, wakati jeshi la polisi linaendelea na misako eh, na, na, na, na doria mbalimbali mbali katika yetu, katika maeneo yetu katika mkoa wa Mwanza. Nichukue nafasi hii kuwaomba wakazi wa mkoa wa Mwanza kuendelea kutoa taarifa zitakazosaidia kuwafichua wahalifu popote pale walipo. Lengo letu ni kuwafichua wahalifu waweze kushughulikiwa kabla hawajajiingiza katika matukio ya kihalifu. Na nichukue nafasi hii kuendelea kuwakumbusha pia wakazi wa mkoa wa Mwanza kuendelea kufanya shughuli zao pasipokuwa na hofu yoyote ya kiusalama, kwa sababu jeshi la polisi limeendelea kujipanga katika kuhakikisha kwamba wananchi na mali zao vinaendelea kuwa salama. Wajibu wao wakazi wa Mwanza tunawataka wao kama wakazi wa Mwanza waendelee kutimiza wajibu wao wa kutunza amani, kuhakikisha kwamba vitendo vyovyote vya uvunjifu wa amani, vurugu, vitendo vya fujo, vitendo vya kuharibu mali, matukio ya kihalifu wananchi kamwe wasishiriki na badala yake, wakipokea okay, taarifa za aina hiyo watoe taarifa kwa jeshi la polisi, ili tuweze kukabiliana na wahalifu hao.